Uwepo wa Tanzania au Taifa Stars kwenye fainali za mataifa Afrika ilikuwa chini ya mkuu wa msafara wa bwana Suleiman Jabe. Huyu ni rais wa shirikisho la soka Zanzibar, yeye ndo alikuwa mkuu wa msafara kwa timu hiyo nchini Morocco. Naam, namshukuru Mungu kwa kweli, shukrani zote ni kwa Mungu muweza wa mbingu Mungu wa mbingu na ardhi, lakini mwezo wa yote kwa rehema na neema zake. Kwa kweli hafla hii ni kubwa, na kwa kweli kwa maana kama ambavyo Mheshimiwa Kabudi alizungumza, ni jambo kubwa, mwanzoni mwa mwaka miongoni mwa watu ambao wanakutana na Mheshimiwa Rais, basi ni wanamichezo, na miongoni mwa wanamichezo hao, basi ni mafanikio mbalimbali yaliyopatikana kutoka katika michezo mbalimbali, riadha, ndondi, lakini hata futboli, ambapo tumeona kuwa kuna ile eh, soka la kina mama, soka la vijana lakini pia mchezo kama cricket lakini kubwa kabisa ni mafanikio yaliyopatikana na timu yetu ya taifa ya Tanzania ya kandanda, kwa maana ya kuwa Taifa Stars. Kwa hiyo ni hafla kubwa, ni jambo kubwa ambapo kuona kuwa kiongozi wa nchi anajali, anathamini kile ambacho wana michezo ambao wamekuwa wakikifanya, ni jambo kubwa sana kuona kuwa mtu rais wa nchi leo pamoja na kuwa ni siku ya mapumziko pengine ingekuwa kwa upande wake, lakini akasema hapana, nikutane na wanangu nikutane na vijana wangu pamoja na viongozi wao, basi kwa pamoja kwanza atushukuru. Uh, lakini jambo jingine basi pia apate nafasi ya kula chakula cha mchana na wao. Kwa hiyo ni hafla kubwa sana na ninaamini kabisa katika yale mazuri ambapo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ambayo imekuwa ikiyafanya katika mbali na kuimarisha ya miundombinu mbalimbali mbali ya michezo, lakini pia na kuona kuwa inahamasisha wanamichezo, vilabu, pamoja na timu zetu za taifa na wanamichezo ambao wanawakilisha nchi katika mambo tofauti ya kimataifa, basi anasema kuwa bado, na hili nalo nilifanye. Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, Mungu amjalie afya njema, siha njema, na baadaye aweze kutekeleza majukumu yake, lakini pia hikma na busara, pia na uthubutu wa wale ambao wanaomsaidia yeye Mheshimiwa Rais, pamoja na sisi ambao pia tuko katika uongozi wa shughuli hizi za michezo mbalimbali mbali. Wewe ulikuwa mkuu wa msafara, hebu tuambie presha ilikuwaje wakati wote wa mashindano? Na Mheshimiwa Rais leo ameitoboa siri, lakini pia vijimaslahi vyao basi tarehe gani ile nilikuwa nimekaa, mara pap, napokea taarifa toka vyombo vyangu vya serikali, wachezaji wamegoma kwenda Morocco kutoka Misri. Nini? kiposho kidogo hakitoshi. Mie mungu wangu! We Makonda, haya mnafanyaje kuhusu hili? Sitaki vijana kule wawe demoralize in any case, hebu changamka basi. Mara pap, namsikia Makonda atangaza dola mia mbili. Nikasema yes hivyo hivyo kwa wachezaji, tunajua konsani yenu kwenye viposho vyenu tutalifanyia kazi na lenyewe. Iliwezekanaje kuweza kuwarudisha wachezaji mchezoni? Asante sana. Kwa kweli, pressure ilikuwa ni ya kawaida, na mimi ambaye namshukuru Mungu nimekuwa mchezaji mimi mwenyewe, nimekuwa mwalimu mimi mwenyewe, na nimekuwa kiongozi tangu wa ngazi hizo za chini mpaka kufika kwenye kamati ya utendaji na leo kuwa rais wa shirikisho. Wanamichezo au vijana wetu hawa wa football ni watu ambao ninawafahamu, ninawaelewa, lakini nashukuru pia na wao pia wananifahamu na kunielewa. Na baada ya kukaa kuzungumza nao tukafahamiana na nashukuru. Pamoja na hilo lakini pia hata baada ya kuwasiliana na viongozi wetu mbalimbali mbali wa serikali katika sekta hii ya michezo nao pia wakaongeza nguvu yao na kuona kuwa hili jambo linakuwa kwa kweli presha kubwa kwetu sisi. Ilikuwa sio fedha, kilichokuwa kikubwa ni kuona tunaweza kupata matokeo ambayo tunaweza kuandika historia, kwa sababu unajua kama tumeshashiriki mara nne sasa katika ma michuano hii, lakini sasa bado tumekuwa tukiishia katika ngazi ile ya tunaita hatua za awali, hatua za makundi. Kwa hivyo sasa, tufike pahali tunasema sasa, kila tunapokwenda iwe ni hatua na hatua yenyewe ya kupandisha kiwango, kwa moja kiwango cha kwetu, lakini pia ni na kiwango na daraja ya timu yetu katika michuano hii. Kwa hivyo hiyo kwangu mimi nisema ukweli kabisa eh, hiyo kwangu mimi ilikuwa ni pressure kubwa zaidi, na nilikuwa ni hamu yangu na shauku yangu kuona kuwa timu yetu inaweza kufika pale. Kwa hivyo nilichokuwa najaribu kuzungumza na vijana ni kuwa eh, tunasema baada ya dhiki eh, waswahili wa pwani tunasema baada ya dhiki faraja, na siku zote tunasema kuwa wakati mwingine ndani aliyo inaonekana tumbo la shari, ndani yake kuna kheri kubwa, na ni kweli kabisa kheri kubwa imepatikana. Vijana baada ya kukaa kuzungumza, tukakubaliana na kweli tukenda, tukaondoka Cairo kuelekea Rabat na kweli kufika huko vijana wakapambana, lakini ni shukuru sana sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia tumshukuru sana sana sana Mheshimiwa Paul Makonda wakati huo wa akiwa bado ni naibu waziri, alitumwa kuja kuona kuwa jinsi gani anashirikiana na sisi kuhamasisha timu yetu. Lakini pia tuseme kuwa timu hii imekuwa ni moja kati ya timu chache ambazo zimepata bahati wakati tukiwa tuko kambini tulitembelewa na waziri wa habari eh waziri habari, utamaduni, sanaa na michezo, lakini pia waziri wa nchi wa mambo ya nje pamoja na ushirikiano wa Afrika Mashariki wote kwa pamoja walikuja katika kambi ya Stars pale mjini Cairo. Lakini pia uhamasishaji wao na mazungumzo yalisaidia sana sana kuwaweka vijana hawa katika mstari na kweli kufika pahali kuiamini moja serikali yao lakini pia kuamini shirikisho pamoja na sisi viongozi tulokuwa tumeambatana nao. Kwa hiyo nashukuru sana Mungu ametujalia. Mungu ibariki sana Tanzania, Mungu ibariki Stars. Islamic, uh... uh... Leo wanamichezo wamekutana na Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan, labda kwa mambo ambayo ameonyesha direction juu ya wanamichezo ku, ku, kupewa motisha na namna ambavyo kuelekea AFCON ijayo hii na, imeleta hi na, umeipokeaje hii hotuba mheshimiwa rais? Kwanza naomba nishukuru Mwenyezi siku ya leo na siku ambayo nimekuja kuonana na Mheshimiwa Rais, na nipongeze Rais kwa hatua aliyochukua kuita wanamchezo wote kuja kuongea nao. Tunakupa pongezi kutokana na Uh, kazi ambayo wanamichezo wanafanya katika nchi na unavyojua timu ya taifa juzi imetoka kule Morocco baada ya kufanya vizuri. Mama kwa nini nafasi nzuri ya kuja kuongea na wanamichezo, na kule mama ametupa moyo, ametupa moyo na akatupa jinsi ya kuandaa kwa AFCON 2027. Kwa hiyo naamini kwa serikali yetu ya Tanzania wanamichezo wameondoka, wamefurahi, wameridhika na AFCON 2027 itakuwa nzuri, itakuwa nzuri kwa nchi yetu. Na mama ametuambia atasupport wanamichezo kwa asilimia 100. Kwa hiyo tuseme tu sisi kama wanamichezo tupo tayari kwa kuendelea kutangaza jina la Tanzania ili jina letu liweze kupaa zaidi na kuongeza kuleta makombe na medali katika nchi yetu ya Tanzania. Asante sana.